Usiku unapokaribia, dunia ikitulia, mumin anapofunga macho yake kupumzika, ndipo aya mbili za mwisho za Suratulbakara zinakuwa kinga yake, rehma yake na nuru ya moyo wake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, atakayezisoma aya mbili za mwisho za Suratulbakara usiku, zitamtosha. Sahih Bukhari na Muslim. Aya ya kwanza, ya mia mbili themanini na tano inatufundisha msingi wa imani. Mtume ameamini ya yale yaliyoteremshwa kwake kutoka kwa mola wake, na waumini wote wameamini kwa Allah, malaika wake, vitabu vyake na mitume wake. Wanasema, tumesikia na tumetii. Mola wetu, tunakuomba msamaha na kwako ndiko marejeo. Maneno haya ni alama ya utiifu wa kweli, kuonyesha kwamba muumini halalamiki mbele ya amri ya Allah, bali ananyenyekea, anakubali na anaomba msamaha. Aya ya pili ya 286 inakuja na faraja kubwa kwa kila moyo unaoumia. Allah hamkalifishi nafsi yoyote zaidi ya uwezo wake. Ni ahadi ya Allah kwamba hakuna mtihani unaozidi nguvu zako. Kila mzigo unaobebwa una nguvu ya kuubeba. Kila jaribu lina rehema iliyofichwa ndani yake. Ndipo dua hii tukufu ikafuatia: mola wetu usituchukulie kwa tuliosahau au tukakosea, usitubebeshe mzigo kama uliowabebesha waliokuwa kabla yetu, usitubebeshe tusiyoweza kuyavumilia, utusamehe, utugufirie, uturehemu, wewe ndiwe mlinzi wetu, basi tusaidie dhidi ya watu wasioamini. Dua hii ni kamili, ina msamaha, maghfira, rehma na ushindi. Ndiyo maana Mtume Muhammadi sallallahu llahu alayhi wasallam alisema, imeteremshwa kutoka chini ya arshi, ni hazina ambayo haikuteremshwa kwa nabii yoyote kabla yangu. Hivyo kila unapolala, soma aya hizi kwa utulivu wa moyo, zitasafisha nafsi yako, zitakuweka salama na zitakuwa nuru usiku wa kaburini.